Bana, inakuaje? Karibu sana, hii hapa ni 69 Media. Mimi naitwa Ali adabu 13, Ali adabu 13, hapa 69 Media. Of course, unajua uwepo wangu mimi ni kuletea ma exclusive mengi ambayo endelea ku happen huko mitandaoni, vitu ambavyo vinaendelea ku uh, trending mitandaoni, basi mimi nakuletea hapa moja kwa moja upate kuvifahamu na kuvijua kwa undani zaidi. Najua wewe ni moja kati ya watu ambao ushashuhudia hii video ya mwanadada akiwa na mpenzi wake kwenye gari alafu uh, akawa anamwambia kuhusu ishu nzima ya viatu kwamba viatu anavyomnunulia mara nyingi huwa miguu yake huwa inapitiliza mbele viatu ambavyo vina sehemu fulani ya kuzuia kidole kutokwenda mbele. Na hii video bwana, imeendelea kutrendi sana huko mitandaoni, kwa, kwa jinsi huyu mwanadada akiwa anaongea na mpenzi wake kwamba alikuwa ni mtoto fulani hivi anaongea na babake au mjomba wake au kaka yake sasa wanazengo bwana, ambao wanapenda sana kuperuzi huko mitandaoni, wakasema bana, huyu ni mwanamke wa kuoa. Huyu ni mwanamke ambaye anaweza kuifanya nyumba yako ikawa ni nyumba yenye amani zaidi, na uhuru ukawepo kwenye nyumba yako. Hivyo wanaume tunakubaliana kwanza hapo, kama ni kweli sema eh. Kuna dada wengi wamesema hapana, bana, huyu mwanamke amezidi. Hata kama ndio kudeka kwa mpenzi wako, basi huyu kazidisha sana. Maana unaweza kudeka, lakini sio kama alivyodeeka huyo. Hapa kwa wale ambao bado hawajapata hata zile nguo za sikukuu, wengi wanaziita abaya na nini, basi hii ndiyo staili ya kumwambia mpenzi wako. Ukiongea naye hivi, basi ni fast sana, na anaweza akatimiza wajibu wa kukunulia hizo nguo. Zinaitwa abaya, siku hizi wanawake mnaziita hivyo. Sasa baada ya kutrendi sana, tukaona watu wengi wameiposti na kuiriposti sana kwenye mitandao yao ya kijamii. Mi ni moja kati ya wale watu ambao wameriposti hii video na kusema ya kwamba uh, huyu dada anahitaji kujengewa sanamu lake pale Kigogo, katikati roundabout pale liyekwe, eh, kwa sababu hakuna sanamu, basi liekwe sanamu sana lake la huyu dada. Sasa Mange Kimambi kupitia ukurasa wake wa Instagram akasema hapana, hii video lazima na yeye aizungumzie chochote. Kwa hiyo e, kupitia ukurasa wake wa Instagram akawa ameposti hii video, lakini chini ameandika ujumbe mrefu, na mimi niko hapa kukusomea kile ambacho yeye amekiandika. Nimeona wanaume wengi wameipenda hii video, wakiwa wanasema hii ndio jinsi ya mwanamke kuongea na mume wake, kwa kudeka, upole na unyenyekevu. Kaka zangu, hivi mesikiliza vizuri hii video? Hivi umesikia kwamba huyu mtoto, sijui msichana, mpaka viatu ananunuliwa na mumewe? Huyu binti mume wake hata kama sio tajiri au hana pesa kivile, ila anamhudumia kila kitu, kiasi kwamba binti hajui hata kwenda kujinunulia viatu. Kwa video hii tu unaona mume wake ni provider 100% kwa familia yake, yaani hata kama hana hela nyingi, ila ni kidume anayejua kuhudumia mke. Sasa ni hivi, Hakuna mwanamke duniani ambaye anahudumiwa hivi na mume wake, na asiwe na kauli nzuri ya upole so sweet kama ya huyu binti. Yaani hata mwanamke awe nunda vipi, akipata mwanaume wa kumnunulia mpaka sendo za kupeleka vidole mbele kama chanuo, anakuwa mpole mwenyewe, sauti inalegea kwa mumewe kama hivi. Tatizo lenu wanaume wengi, siku hizi hamtaki kuhudumia wake zenu, mnataka sisi ndio tuwahudumie, au mnataka 50-50 mpaka kodi tugawane. Sasa kama unataka 50-50 kwenye huduma, ujue kuwa mpaka kwenye kauli tutawapa 50-50. Unayoongelea ndiyo ninavyokuongelesha nikiwa na kuhudumia, ndio kabisa, hata ukipumua kwa nguvu na kugombeza tena ukitaka nikutanie mpaka mama yako niulize, kwa nini nimechelewa kurudi nyumbani? Hunihudumii kwa chochote, then unaniuliza nilikuwa wapi? Nyau nini wewe? Nilikuwa natafuta hela kwa wanaume wenzio ili tule humu ndani na kodi nilipe. Zamani mama zetu walikuwa na kauli za upole kama hizi kwa baba zetu, walikuwa very submissive. You know why? Zamani kwanza, wanaume walikuwa hawaoi wanawake wenye ajira, au kama ana ajira anamwachisha, anamhudumia asilimia mia. Mama zetu walikuwa hawajui kuhangaika kutafuta pesa, baba zetu walikuwa wanahudumia, ndo maana mama zetu walikuwa na adabu kwa baba zetu. Sasa siku hizi wanaume wanataka kuoa wenye hela zao, au wenye ajira zao, ili asihudumie, alafu anataka kulegezewa sauti hivi Pumbavu nini wewe? Siku hizi wanawake tunapambana juani kutafuta hela kama madume, hiyo mood ya kumrembulia na kumnyenyekea mwanaume tunatoa wapi? Kumdekea, kumnyenyekea au kumheshimu mwanaume ambaye hakuhudumii ni ngumu mno, yani almost impossible hayo ndiyo maneno ya Mange Kimambi ambayo yameendelea kuachana sasa. Wanaume ambao wao wanaamini ya kwamba kuna 50, 50 hadi kwenye kuprovide kwa ajili ya mpenzi wako, yani unawezo wa kutoa fedha kwa ajili ya mpenzi wako au ukamhudumia vizuri, lakini kwa sababu unaamini kwamba kuna asilimia hamsini na hamsini ya kutafuta, alafu kila mtu aweke chake mezani, ndio dharau kwenye mahusiano au kutokuwa na mapenzi ya kweli kwenye mahusiano. Ndio vitu kama hivyo hapo huo vina happen sana, kwa hiyo mange yeye ameamua kuwa na upande mzima wa huyu dada kwamba hajakosea kwa sababu mwanaume wake ana provide 100%. Ana haki ya kudeka na kumnyenyekea mpenzi wake vile, kama tunavyoona kwenye hiyo video ambayo huyo dada akiwa anamwambia mpenzi wake kwamba anahitaji viatu eh, viatu vizuri, ili vidole vyake visichanue kama chanuo. Kwa hiyo ni namna tu ambayo mwanamke unavyomhudumia, basi ndo vile hata yeye huwa anaweza kukulegezea sauti ama kukudekea kwa namna moja au nyingine na kufanya mahusiano yenu yasiwe ya kutofautiana kila siku bwana. Lakini pia wewe una nafasi ya kuandika maoni juu ya hiki ambacho amekiongea Mange Kimambi na amekiandika kwenye ukurasa wake wa Instagram juu ya wanaume kuwa wanatengeneza sana ile dhana ya 50-50%, alafu huwa wanasahau kwa ya kwamba mwanamke ni mtu ambaye wa kumhudumia, na ndio maana zamani akatoa mfano kwamba wazee wetu walikuwa wanamwachisha mwanamke kazi anakaa nyumbani na kumhudumia 100% ili mradi ule upendo ama huruma, kulelewa vizuri na mwanamke, basi kubaki kwenye nyumba na wala kusio kwa watu wengine. Hii hapa ni 69 Media, hope so kuwa tayari umesha subscribe na kubonyeza alama ya kengele hapo YouTube, lakini pia fika pale Instagram, Facebook, andika 69 media, follow hizo page. I'm signing out, we are outside yo. Ukiwa nasemaje Nakwambia hivi, ukiwa unanunulia viatu ukienda kununulia viatu, mm, usininunulie viatu ambavyo viko hivi, ninunulie ambavyo vina kidude hapa katikati, kwa sababu mimi, si unajua, vidole vyangu vimekaa, hmm, hivi kama chanua. Kwa hiyo ukininunulia viatu ambavyo havina hichi kidude, nikivaa napata shida, ni miguu yote inaenda mbele, vidole <laughs> vitu vinaenda mbele nyuma, kuna kuwa na kitu vidole. <laughs> vyako vimekaaje? Vimekaa hivi kama chanua, kwa nataka nyikirudi hapa katikati nee, kwa sababu kwenye daba eti kespeti sasa mlongo kinlevet kama hivyo, nateseka mwenzio, nikivaa miguu yote inaenda mbele kabisa. Eh, eh, ndio kama hiyo basi. Si unaoone bi, napenda kuvivaa kwa sababu hivi babe babe mbele vimenibana, lakini vile vingine nashinda kuvivaa kwa sababu nikivaa miguu inaenda mbele yote haya. Ha, sawa ha. vidole kama chanuo.